Hapa ni Babati Manyara, wilaya ya Babati koani Manyara, kata ya Bagara, mtaa wa mji mpya, unakutana na Sechu original product, watengenezaji wa bidhaa za ngozi. Hapa tunatengeneza vitu vya aina mbalimbali: tunatengeneza viatu vya shule, tunatengeneza viatu vya maofisini, tunatengeneza viatu vya buti za jeshi, tunatengeneza mikanda, tunatengeneza wallet, tunatengeneza mabegi ya shule na vitu vingine mbalimbali mbali kiholda, zile vitu vyote ambavyo vinahusiana na ngozi sisi tunatengeneza hapa, tunatengeneza kwa hiyo. Kama kuna mtu anahitaji kuvipata kwa namna moja ama nyingine, unaweza ukatupata kupitia akaunti zetu mbalimbali ambazo tunazo za Sechu Origina Products, lakini pia unaweza ukatupata kwenye Sechu TV kwenye youtube account, lakini pia tiktok tunapatikana kama Sechu TZ. Namba za simu ni 0748749781 unaweza ukatupata kwa WhatsApp au kwa kutupigia simu tukafanya biashara kama ni ya jumla reja reja, popote pale tunaweza tukazungumza, tuka na tukafanya biashara. Tunafanya biashara na watu mbalimbali mbali kutoka sehemu mbalimbali pia. Kwa hiyo mnakaribishwa sana.